Moja kwa moja kutoka London na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa, wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia, na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice ya hapa London na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii. Jumuiya ya Umoja wetu ya hapa Uingereza kufanya mkutano mkuu wa aina yake mwezi Oktoba! Makubwa yatarajiwa ikiwemo kazi na bata! Unakosaje? Na huko Afrika ya Mashariki wiki hii kuna mambo si haba. Nchini Kenya mgogoro kati ya Wamasai na Wakikuyu wa, wa waka moto! Kulikoni? Baki nasi! Kwa hayo na mengineyo mengi Usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Msomaji wako leo hii ni mimi Asia Sharif, na kwanza ni habari za ndani. a ya umoja wetu ya hapa nchini Uingereza zamia kufanya mkutano wake mkuu wa mwaka katika tukio ambalo litajumuisha wanachama wote na wageni wengine kwa minajili ya kujipongeza kwa mafanikio makubwa yaliyofikiwa ndani ya kipindi kifupi. Na hapa mwenyekiti wa umoja huo Bwana Inocent Chagie anasema: Kwanza kabisa tukio letu ni tukio la kipekee, la kipekee ambalo halijakutokea kabisa katika taasisi za diaspora. Nasema hivyo kwa sababu uh, ni tukio ambalo litabeba watu wengi sana e, tukio letu hili litakuwa tarehe nne mwezi wa kumi na itakuwa siku ya weekend siku ya Jumamosi e, ambayo ni Jumamosi ijayo, sio hii, ile nyingine e, na litafanyikia Coventry kama walivyokwisha kusema ndugu mtangazaji, na ni tukio la kipekee kabisa ambalo tunawakaribisha wana umoja wote kutoka pande zote za UK lakini pia tunawakaribisha um, watu wengine wageni members wa kawaida jamii, eh, ndugu jamaa na marafiki waweze kuja kujumuika pamoja na sisi. Huu utakuwa ni mkutano wa kipekee kwa sababu tutakuwa na section mbili. Section ya kwanza itakuwa ni mkutano wenyewe ambapo wanachama tutaweza kudiskasi eh, mambo mbalimbali ya kuhusu umoja wetu, tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Lakini pia wanachama watapata nafasi ya kuuliza maswali mbalimbali mbali, au hoja mbalimbali ambazo wangependa kufahamishwa kutoka katika uongozi wetu, lakini pia tutapata nafasi ya kudiskasi eh, future plans yajayo ya umoja wetu. Tulipomuuliza pia kuhusu utaratibu utakaotumika katika mkutano huo mkuu ikiwemo taratibu za kushiriki, mwenyekiti huyo aliongeza kwa kusema utaratibu kwa kweli uko very straightforward. E, kama wewe ni memba, basi unatakiwa uende kwenye website yetu ambapo ndo tunapofanyia malipo. Ukiingia kwenye website yetu, e, unaenda kwenye ongoing donation utaona maelekezo pale, una click na unalipa paundi kumi tu ya kiingilio, na hiyo paundi kumi inakukava wewe na watoto wako wawili under age. Yanaongelea watoto wale chini ya miaka kumi na nane. Kwa kama una watoto wale chini ya miaka kumi na nane wawili, unaruhusiwa kuja nao free, lakini ukiwa na watoto zaidi ya wawili ambao ni under age, basi yule mtoto wa zaidi utatakiwa amlipie paundi tano. Maelezo zaidi yako kwenye website unaweza ukayaona na pia pia kwenye matangazo yetu ambayo tayari yako yanasambaa katika sehemu mbalimbali. Naye katibu mkuu wa jumuiya hiyo Bibi Lulu Lia Mwanto alijitokeza na kutoa ufafanuzi wa kina juu ya nini hasa wanalenga kufanikisha katika mkutano wao huo, na hapa anasema: nashukuru kupata nafasi hii ya kukutana na wanachama wetu. Wanachama tumekuwa tunadili nao kwa kipindi cha mwaka mzima na tumekuwa tunajuana kwa majina, lakini safari hii tutakutana kuweka majina na sura. Kutane, tunajuana, tunasaidiana kila siku kwenye yeah, misiba mbalimbali mbali. Kwa hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kukutana face to face, sio na wanachama wetu tu, lakini vile vile na viongozi wenzetu, kwa sababu tuko viongozi kutoka sehemu mbalimbali za UK, lakini vile vile tunataka tu celebrate vitu tulivyoachieve katika mwaka huu Tumeweza kufanya misiba minane, tumeraise 10,000 kwa kila msiba. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini vilevile tutawapa mahesabu, tutawapa vitu mai... ambavyo tumeachieve vitu kama kufungua bank account. Tumeanza kuona kuna masponsa wako interested kwenye kusponsa nani zetu, not just kwamba kama hii hi mkutano wetu wa leo, lakini vile vile kutaka kutumia platform yetu kuadvertise zao na waweze kutusaidia katika michango yetu. Kwa hiyo hili ni jambo la kushukuru sana kwa kweli. Sambamba na hayo Swahili Voice ilitaka kufahamu hali mwitiko wa jamii kwa ujumla juu ya tukio hilo ukoje kwa sasa, na hapa Bi Nuru anajibu kwa kusema, la kweli, we tulitegemea watu wengi zaidi wajitokeze. Mpaka sasa hivi tulitegemea watu wengi wengi wengi, lakini tunaelewa wanachama wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wengi wametoka kwenye holiday. Ni kipindi cha Oktoba, maanake Septemba ni watu wanarudi kutoka holiday, ni watu wanatupeleka watoto shule. Kwa hiyo kidogo kuna changamoto, lakini si haba tumepata wanachama na vi, wako viongozi karibu wote, viongozi wote watakuwepo pale. Kwa hiyo tutajuana, tutajuana, na hopefully huu ni mwanzo mwakani watu watakuwa wamejua na watajitokeza kwa wingi zaidi. Sio kama hatujapata watu, wako watu wanakuja, wako watu wamepromise, lakini vile vile tukumbuke sisi jadi zetu waga dakika za mwisho ndo tunajitokeza kwa wingi. kwahiyo sisi tumeplan kwa watu zaidi ya wale ambao wameji wametayari wame wamelipa kuingia katika hiyo mkutano kwa sababu na mwisho tulitaka kufahamu wanawaambia nini wajumbe na wanachama wote wa umoja wetu kuhusu kufanyika kwa tukio hili. Na hapa anasema na sana, sana wanachama wetu sana na na utakuwa muda mzuri wa sisi kushauriana. Sio tu kwamba sisi viongozi tutawapa maelekezo wanachama wetu, lakini vile vile tunategemea kupata feedback kutoka kwenye wanachama wetu. Tunaomba feedback kwa wale wa familia ambao wamepoteza ndugu zao tutawapa nafasi ya kuongea kuelezea jinsi gani hii umoja wetu imewasaidia pale walipopatwa na matatizo, na tutajuana, tutakosoana. Sisi siyo malaika, sisi ni viongozi, pale tunapokosea tutawapa wanachama wetu muda waweza kuwaweze kutuambia pale kunapohitaji improvement. Tutawapa nafasi wao watu yi yani kwamba sisi viongozi tutatakuja pale kuwaambia hivi na hivi na hivi hapana. Tunawaomba wote ambao wanajiandaa kuja waje watuletee mawazo, ni vipi tunaweza tukauimarisha zaidi umoja wetu, na sisi tuko proud kwa mwaka huu mmoja tumeweza kuachieve mambo mengi sana, na tunataka tuwashirikishe wanachama wetu na wanachama watuambie vipi tunaweza tukafika mbele zaidi zia hapa tulipofika, wahenga walisema za mwizi ni arobaini, ambapo wiki hii manispaa ya eneo la Barking na Dagenham hapa London imejipata ikiangukia kwenye kashfa nzito ya rushwa na umimi katika utoaji wa nyumba za bei nafuu katika eneo hilo. Mwandishi wetu Yusuf Bond alifanya mazungumzo na mchambuzi wa mambo ya kijamii Shekh Ahmed Mohamed Kasa, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Hebu tuambie kidogo, unafahamu nini kuhusu kashfa hii ya, ya utoaji wa nyumba kiholela uliofanyika hapo katika bara la uh, Barking na Dagenham hivi karibuni. Na, nashukuru sana uh, ni, ni sakata kubwa sana, ni kesi kadhaa ambazo ni za ufisadi wa nyumba uh, zinahusiana na halmashauri ya Barking uh, and Dagenham uh, ambayo ni iko sehemu ya uh, mashariki mwa London eneo la Essex. Uh, imehusiana na kampuni yake ambayo kuna kampuni maalum ya nyumba inaitwa BD uh, Reside. Kwa hiyo kesi hizi uh, zimeripotiwa na vyombo vya habari hasa hususan BBC na haya yaliibuka baada ya ucha, uchunguzi uliofanyika hivi karibuni, kwa sababu kuna tuhuma za udanganyifu, za, allegations, za fraud uh, inadaiwa kwamba kuna maafisa Uh, fisadi wa nyumba waliotumia ah, mitandao ya kijamii eh, kuwalaghai watu wa kwenye kupangaji wale watarajiwa eh, wakidai kwamba watapatiwa nyumba za bei nafuu. Naam, katika kashfa hii ni nyumba takriban ngapi ambazo zimetajwa kuathirika kwa mujibu wa ripoti za wadukuaji pamoja na polisi kwa ujumla? Ni, ni, kwa kweli ni mamia ya nyumba zilizoathirika. Uchunguzi wa polisi, uchunguzi huu ni unafanyiwa na, na, nafanyika na polisi ya jiji la London. Uh, unajulikana operation maalum ambayo inajulikana operation Chandrai Chandrila. uh, uh, umechunguza ugawaji wa udanganyifu wa mamia kadhaa ya nyumba kati ya uh, Novemba mwaka 2020 mpaka Disemba 2024 Yani eh, kuna ada za kodi vile vile hizo juu. Kuna tuhuma pia kwamba kuna baadhi ya wapanga ada za za watu, watafutaji na kodi za juu kwa kuwalaghai. So zote hizi ni ripoti ambazo polisi inazo sasa, na uchunguzi bado unafanyika. Kutokana na kashfa hii uh, uh, mchambuzi Ahmad, uh, polisi pamoja na mamlaka zinasemaje juu ya jambo hili? Uh, kwanza halmashauri ya Barking and Dagenham hasa kwa kupitia sauti la kiongozi au uh, mkurugenzi wao ambaye anaitwa Mr Dominic uh, Tommy ye yeah, alifafanua kwamba udanganyifu huo unahusiana na mali zilizomilikiwa uh, na kampuni yao ambayo inaitwa ni BD Reside, okay, kampuni ambayo hii ni kampuni yamilikiwa na halmashauri yenyewe kwa hiyo inahusika sana na utoaji wa umiliki wa nyumba na nini na upangaji. Kwa hiyo wanasema ni, ni, ni inahusu sana kampuni yao na ubadhirifu wao ulifanyika huko. Kwa hiyo ni upande wa, wa, wa halmashauri, na wanasema kwamba katoa tamko kwamba watu wakae kimya kwa, wa kwa sababu wamejaribu kufanya kuwa kuonyesha uwazi kwa kuita polisi kuzungumza na polisi ili kutaka umwongozo na kutaka ushauri wa polisi. Sasa hivi inaendelea na uchunguzi ama upande wa polisi wenyewe. Eh, hati za upekuzi warrant zile zilitolewa kwenye anwani kadhaa za, za jiji la Dagenham na Essex, eh, mwezi huu wa Disemba. Eh, watu wawili walikamatwa na mpaka sasa wamefika watu wanne, wamekamatwa, waliripotiwa kuwa jumla watu wanne takriban na wote wako chini ya dhamana ya polisi bado unaendelea hali hii, ime-imetufunza nini sisi tukiwa kama baadhi, wakazi wa Barking na Dagenham na, na wateja wa baadhi ya nyumba za council. Hapa imetufunza nini hali hii? Hali hii kwanza kwa sisi wateja imetufunza kwanza, wachukua makini sana, kuwa makini na yale yanapitika mtandaoni, kuwa makini kwa watu wanaopitia watu kwamba bana toa pesa nitakutafutia nyumba, kutoa pesa, kuna nyumba inauzwa vitu kama hivi hivini, yani kuwa na makini sana na utoaji wa pesa hasa kwa watu ambao hawajulikani au kwenye mitandao ya jamii hata akiwa kama ni mtu anafanya kazi council, au kwenye halmashauri. Kwa hiyo ni kwa makini e, ili mtu usipotezi pesa zao. Na vilevile vile, polisi imetoa tamko kwamba yoyote ambaye anaweza kuwa mwathirika katika sakata hili aweze kujitokeza, awapigie simu polisi ili uchunguzi, kusaidia uchunguzi uendelee kwa kina. Hiyo ni moja, lakini upande mwingine kwa halmashauri vilevile sakata hili limeleta taharuki kubwa kwa halmashauri zingine, mfano za Newham au za sehemu mbalimbali, kwamba na wenyewe sasa wanazidi kwa wamefanya e, wa, ku, ku, kuanzisha uchunguzi wa kina zaidi katika idara zao za nyumba. Kwa, kwa maana fupi tu na kwa lugha fupi fupi ni kwamba kuna rushwa katika ugawaji wa nyumba katika boro yetu hii ya Barking na Dagenham, kuna rushwa iliyokuwa kubwa na hii siyo hivi sasa, ni mambo yalianza toka zamani. Ee, na ndio maana uchunguzi unaanza toka mwaka 2020. Tunakushukuru sana Imam Ahmad kwa kuzungumza nasi leo hii. Asante sana. Na sasa tumalizia habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Serikali ya Uingereza chini ya Waziri Mkuu Keir Starmer inapanga kuanzisha kitambulisho cha kidijitali ambacho kitakuwa lazima kwa wote wanaotaka kufanya kazi nchini humo. Ifikapo mwaka elfu mbili ishirini na tisa. Hatua hii inalenga kudhibiti uhamiaji haramu na kupunguza ajira zisizo halali. Tama anasema mpango huu utarahisisha huduma kwa raia na kuimarisha usalama wa mipaka. Hata hivyo, upinzani na makundi ya kiraia wanaonya kuwa kitambulisho hiki kinaweza kuongeza usimamizi wa watu, kupoteza uhuru na hatari ya usalama wa data. Wafuasi wake wamesema teknolojia sasa imebadilika na manufaa yatakuwa makubwa kwa huduma za umma. Ripoti za kuaminika nchini hapa zinatujuza kuwa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Sir Tony Blair anahusishwa katika mazungumzo ya kuongoza mamlaka ya mpito ya kimataifa ya Gaza baada ya vita. Mpango huu unaodaiwa kuungwa mkono na ikulu ya White House unakusudia kuanzisha Gaza International Transitional Authority, yani GITA chini ya uongozi wa Blair kwa miaka mitano ukisaidiwa na Umoja wa Mataifa na mataifa ya Ghuba kabla ya mamlaka Palestina ya kurejeshwa kwa Wapalestina. Blair amesisitiza hataunga mkono mpango wowote wa, wa kuhamisha Wapalestina. Mazungumzo haya yanafuatia wito wa Mahmoud Abbas wa suluhu ya mataifa mawili na kukataa uongozi wa Hamas Gaza. Tunaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Nchini Tanzania, kampeni za kuomba ridhaa ya wananchi kuwachagua viongozi wao katika uchaguzi mkuu wa Oktoba zimezidi kupamba moto wiki hii baada ya wagombea wa nafasi ya urais kutoka vyama vya CCM na ACT Wazalendo wakizidi kumwaga sera zenye mvuto wa aina yake. Kwa upande wake mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia chama cha mapinduzi CCM, Dr Hussein Mwinyi alikuwa Pemba, ambako katika hali iliyowafurahisha wengi ni pale alipoamua kutembelea soko kongwe la Chake Chake na kuzungumza na wananchi wa kawaida ambao aliwapa nafasi ya kumshauri na kumpa maoni yao. Tuna matumaini makubwa na kuitumia bandari hii ili kuwarahisishia wananchi wa hapa Pemba kuweza kupata bidhaa kwa bei nafuu kama wenzetu wa Unguja na sehemu nyinginezo. Kina mama, tuna mengi ya kusema lakini muda hamna. Tunakuomba baba, baba mitano tena, pia utupe wepesi katika soko letu na chake chake hilo. Mheshimiwa, tunakuomba sana utufanyie kila niheri na sisi na tunakuambia mheshimiwa, umekuja kwetu kutuomba kura, kwamba kama tulivyokuambia ulipokuja mara ya mwanzo kwamba kura tunakupa na wala usiwe na wasiwasi, nataka uingie tena madarakani uje utuzidishie haya mazuri uliotuahidi uliotua. Ni hayo, tumshukuru. Hapa kuna mawazo ya aina mbili, kuna wanaotaka soko la asili libaki kama asili na kuna wataka mambo mapya soko jipya na na vituo vya mabasi mimi nasema yote mawili yanawezekana, yeah. Tuliimarishe soko letu la asili, libaki kwenye hadhi ya ukale na uendeleo utalii, pamoja na hiyo taasisi yetu ya dini hapo. Lakini vile vile yule aliyesema kwamba kuna baadhi ya nyumba ambazo zimechoka kongwe, tuziondoe, tuwalipe fidia lakini tujenge kitu cha maana, ili watu wengi zaidi waweze kufanya biashara. Kwa hivyo tumelipokea hili na kwa kweli, nime nitahakikisha kwamba huu wasili unabaki katika uwasili wake. Kuhusu kodi, kwamba kodi iko kubwa, wamezungumza hapa, kuna kodi za bandari na kodi hizi ambazo mnatozwa katika maeneo ya biashara, serikali itaziangalia kodi hizi. Na tutafanya utaratibu kuweza kumwezesha mfanyabiashara aweze kulipa kodi chache kadri itakavyowezekana. Na nikisema chache maana yake kusiwe na misururu ya kodi. Kodi kama ni bandarini iwe moja na hapa mnafanya biashara iwe moja na hapa kwenye biashara tunasema kodi ichanganywe kwa maana kuwe kuna ile kodi ndogo ya, ya kibaraza ulichokuwa nacho, lakini kuwe kuna pesa ya kufanya usafi ili maeneo yetu haya yabaki katika mazingira mazuri kiusafi. Hata hivyo, ziara yake hiyo ya Pemba ilikatishwa ghafla na taarifa za msiba wa kaka mkubwa wa Rais Mwinyi ajulikanaye kama Abbas Ali Hassan Mwinyi aliyefariki wiki hii kisiwani Unguja hali iliyomlazimu mgombea huyo wa CCM kurejea kisiwani Unguja kushiriki mazishi ya kaka yake huyo. Swahili Voice inatoa mkono wa pole kwa Dr Hussein Mwinyi na familia yake na kumtaka awe na subra katika kipindi hiki kigumu cha maombolezi. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema peponi, amin. Naye mgombea wa kiti cha urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT wa Zalendo, Dr Othman Masud Othman Aliendelea na kampeni zake kwa kusikiliza malalamiko ya wananchi juu ya dhulma ya kuporwa ardhi huko Fumba na pia kero na kilio cha wananchi wa Uzini kisiwani Unguja ambao wanalalamikia kukatiwa miti bila kulipwa fidia. Akisikiliza maoni hayo, Mheshimiwa Othman alisema yeye kama makamu wa rais alipaswa kushauriwa na mwenzake, lakini kawaida haifanyiki hivyo. Alisisitiza wananchi kumchagua yeye kwani kufanya hivyo kutasaidia kuleta ukombozi dhidi ya maonevu yanayolalamikiwa na wananchi visiwani Zanzibar. Kwanza kabla sijatoa lile kusudi la maongezi haya, nikiamini kwamba wewe ni mgombea wa urais kwa kupitia chama hicho, naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hata kujalia tutafanikiwa. Sasa basi, ikiwa naamini hivyo, kwanza nishukuru kwamba ulitoka na kuja kutusikiliza, kwamba wewe umekubali kututumikia, na maana kukutumikia ni kusikiliza shida zetu na maumivu yetu. Sasa basi, nachotaka kukwambia, umeonyesha mapenzi kwetu na waliokuwa wamo katika chama hichi na aliyokuwa hatumo katika chama hichi, awe mtu yoyote, yuko sekta yoyote, kwa sababu umekubali kututumikia na kutusimamia hak, kutu, haki zetu. Basi naamini hata kupeleka mkono wa kuchoto kura yake ataipeleka upande wako ili upate kushinda. hii nchi ya wangwana. Tunaposema tunakwenda kuinusuru Zanzibar, hii si nchi ya kufanywa hivyo. Hii si nchi ya kuongozwa na watu wa namna hiyo na mtu wa namna hiyo, awe vyovyote atakavyokuwa. Leo watu wanapanga kwenda kufanya ukatili mwengine kwenda kufanya hilba nyingine, kwenda kufanya mambo ya ufisadi mengine, ili mradi waingie katika madaraka. Jamani, hatujachoka jamani, hatujachoka. Tunataka nchi hii iendelee kuendeshwa hivyo, watu ambao, punda wa Maruhubi tunamlinda kwa sharia, binadamu afanyiwe hivyo? Naam. Sasa mimi ninachosema, eh, leo wanataka waingie madarakani, ndio wanajipaka mapinduzi, wanajipaka sijui, nchi hii haitolewi, nchi hii hi. hai- eh, nchi, nchi ya shangazi yako ya baba yako ya mjomba wako. Zanzibar ni ya wananchi wa Zanzibar. Zanzibar ya wananchi wa Zanzibar. Nchi hii si ya chama, nchi hii si ya familia, nchi hii si ya mjomba wake mtu wala ya baba wake mtu. Tunachosema kwamba nchi hii tuna taratibu tumejiwekea. Nchi hii tunachotaka, hatutaki kitu kikubwa sisi wala hatuombi, ni haki yetu. Haki yetu kupata uongozi kupata viongozi watakaotuendesha kwa mujibu wa sharia katiba yetu, kwa mujibu wa taratibu zetu, kwa mujibu wa ustaarabu mila na desturi zetu. Nchi hii hatuwezi kukubali ikaendeshwa ikaendelea namna hii, ndio tunachosema sasa. Kama kuna mtu yeye anaona kwamba ndio mwenye nchi hii na anataka kutuzuia kwa hilo, tuko tayari kupambana naye. Na mimi nawaambia ndugu zangu, kwenye hili tusifanye ni jambo la shangwe. Hii nchi watu wana project yao, nchi hii watu wana project yao, wao wanachosema kwamba Zanzibar hii haitoki. Zanzibar waimalize hii mtamalizika nyinyi. Bonde la Ufa nchini Kenya, hali ya taharuki imetanda katika eneo la Mau Narok mpakani mwa majimbo ya Nakuru na Narok kufuatia mzozo unaoendelea kati ya jamii za Maasai na Wakikuyu. Mwandishi wetu mpembuzi ya kinifu nyota Suleiman anaripoti zaidi. Ni athari inayoendelea kushuhudiwa kila kukicha katika maeneo ya Tipis na Lami Nyeusi mpakani mwa majimbo ya Nakuru na Narok kufuatia mzozo unaoendelea kati ya jamii za Wamasai wa na Wakikuyu. Mgogoro huu umechochewa na maswala ya ardhi na malisho ya mifugo na umepelekea madhara makubwa kwa wakazi wa maeneo haya. Mzozo huu umehusisha maandamano ya mara kwa mara pamoja na migogoro kati ya jamii hizo na kusababisha vifo, majeraha na uharibifu mkubwa wa mali. Kwa mujibu wa ripoti, nyumba kumi na mbili zimeteketezwa kwa moto na familia kadhaa zimehamia maeneo mengine kwa ajili ya usalama wao. Wananchi wa jamii zote mbili

kuna amani sasa, tunasema tumewapewa amani kama wananchi wa nchi huku, hiyo hiyo tu akaa pale mwisho, gari imetoka huku, amedungwa saa hii, na askari wako wapi? Wako hapo wanatueleza amani gani na ndio wanatupiga. Wakati huo huo, na jamii ya Masai wanaolaumiwa kusababisha mzozo huo wamejitokeza na kujitenga na tuhuma hizo. Kulingana nao, wanasema kwamba wamekuwa wakiishi na kutangamana vyema na wenzao wa jimbo la Nakuru na kwamba hawajawahi kuwa na nia kusambaratisha uhusiano wao. Wamewatuhumu baadhi ya watu kwa kuanzisha mashambulizi hayo kwa lengo la kuhujumu uhusiano wao mwema. Ni watu ambaye hatuwajui hata ni kina nani, hata hivi sasa tunapoongea na nyinyi hatuwajui ni nani, so ni kitu tu imeanza hata jana sisi ni kuamkia tu tukaanza kusikia tension iko, but hatujui ni nani alianzisha. So mwenye alipigwa pale barabarani ati gari yake iligongwa hata hatumjui ni nani. Hata watoto wetu wanaenda shule pande yao, hawa pia wanaamkia pande yetu, kazi zote. So hapa hakuna shida yoyote na hakuna mambo mengi hapa, amani idumu hata kwa sababu ya ndugu zetu, tuendelee kama kawaida, tufanye kazi kama kawaida na tuende mbele. So sisi kama Wamasai, sisi hatuna shida yoyote. Serikali kupitia ya idara ya polisi imeanzisha operesheni ya kuregesha amani kati ya maeneo yaliyoathirika. Viongozi wa kijamii na wadini wanashirikiana na serikali kuhakikisha kuwa ghasia hizo zinakomeshwa. Katika mkutano wa amani ambao umeandaliwa katika eneo la Mau Narok, kamishna wa jimbo la Nakuru Laiford Kibara alitangaza marufuku ya watu kutotoka nje kuanzia saa kumi na mbili jioni kama njia mojawapo ya kudhibiti mzozo huu. So tumekubaliana saa moja, kila mtu aende nyumbani. Gari zitapita tu, tuakuda gari tunafungia, ikipiki hizo, uh, endeni. Lakini huyu kuzuruazurua hapa saa moja mpaka yeah, saa ngapi? Saa mbili, sio? Yeah, saa mbili. So tuseme, yeah kutoka saa moja jioni mpaka saa kumi na mbili kuvadiana hivo. Ni kiripoti ya Swahili Voice kutoka jimbo la Nakuru mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya. Jina langu ni Nyota Suleiman. Wapenzi watazamaji wetu mnakumbushwa kusubscribe katika chaneli yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Komenti zote zitajibiwa. Wapenzi wetu, huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na nawatakia wikendi njema. Alamsiki.